Kufanya biashara ya microfinance bila kuwa na vibali maalum vya usajili, sio tu unatarisha biashara yako kwa serikali kwa faini ya milioni ishirini, bali unatarisha pesa yako iliyoko sokoni kwenye mzunguko, kwa sababu hiko hivyo, mtu uliyempa pesa yako akishindwa kurudisha pesa yako, chochote utakachomfanyia utakuwa wewe ndo unavunja sheria. Kwa mfano ukienda kamata mali zake au kumfungia biashara yake wewe ndio utakuwa unavunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utakuwa unafanya crime na uta face criminal charges kwa kumfanyia fujo mtu mwenye pesa yako. Sasa basi, ili iwe rahisi wewe kuweza kupata haki yako kwa mteja ambaye amechukua pesa yako na ameshindwa kurudisha. Lakini vile vile kuepuka faini ya milioni ishirini kwako kwa kuendesha biashara bila kuwa na kibali maalum, wasiliana na sisi kusajili kampuni yako sasa hivi. Ni kweli kusajili kampuni ya microfinance inachukua muda mrefu, ni ndani ya siku 90, lakini kipi bora? Kukamatwa na kupigwa faini ya milioni ishirini na kupoteza mtaji wako ulioko sokoni, au kufanya usajili ndani ya siku tisini na kukamilisha kibali chako? Komenti neno microfinance au wasiliana na sisi kupitia namba zinazoonekana hapa, tutakufikia na kukupa msaada juu ya usajili wa microfinance.